Jeshi la Madagaskar limechukua madaraka kutoka kwenye serikali ya kiraia mara baada ya rais wa nchi hiyo Andre Rajoelina kuikimbia nchi yake. Uamuzi huo umetangazwa jana Jumanne na kamanda wa juu kabisa wa jeshi la Madagaskar Kanali Michael Randrianirina mjini Antananarivo. Rajoelina aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi yaliyoungwa mkono na jeshi mwaka elfu mbili na tisa na ameondolewa mara baada ya wiki kadhaa mfululizo za maandamano makubwa yaliyokuwa yakipinga rushwa kukatika kwa huduma za maji na umeme, pamoja na umasikini uliokithiri. Harakati zilizomua Rajoelina madarakani zilianza kama maandamano madogo ya vijana waliokuwa wakipinga kukatika kwa huduma za umeme na maji, na maji baadaye kugeuka kuwa mvuguvugu kubwa lililoungwa mkono na vyama vya ushirika pamoja na vyama vya wafanyakazi na hatimaye jeshi la Madagaskar. Kundi la vijana linalojiita Gen Z Madagascar ndio limekuwa kiini cha maandamano hayo, wakiiga mfano wa maandamano kama hayo yaliyotikisa katika mataifa ya Sri Lanka pamoja na Nepal. Umoja wa Mataifa unabainisha kwamba takriban watu ishirini na wawili waliopoteza maisha katika maandamano hayo, ingawa serikali ya Madagaskar inakanusha na kudai kwamba ni watu kumi na mbili pekee ndio waliopoteza maisha. Jumamosi iliyopita vikosi vya CAPSAT viliunga mkono maandamano hayo vikimtaka rais Rajoelina ajiuzulu. Mara baada ya kutoa madaraka, jeshi limesema litaunda baraza litakaloundwa na wanajeshi pamoja na maafisa wa polisi na kumteua waziri mkuu haraka iwezekana. Hapo baadhi ya ripoti zinasema kwamba Rajoelina alitoroshwa nchini Madagascar kwa kutumia ndege ya kijeshi ya jeshi la Ufaransa, jambo linalozua gumzo kuhusu uhusiano wa koloni hilo la zamani la Madagaskar na kumpa hifadhi rais Rajoelina. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipoulizwa kuhusiana na hilo katika mkutano wa kutia saini makubaliano ya amani kati ya Israel na Hamas huko nchini Misri alisema hatathibitisha wala kukataa taarifa hizo, akisisitiza tu kwamba Madagaskar pamoja na Ufaransa ni marafiki. Rajoelina ambaye baadhi ya vyombo vya habari vinadai kwamba ana uraia pacha kwa maana ya uraia wa Madagascar na Ufaransa amekuwa akikumbana na upinzani mkali kuhusiana na uraia huo pacha. Madagascar licha ya utajiri mkubwa wa vanila pamoja na ekolojia bado ni nchi masikini na imekuwa kikumbwa na misukasuka ya kisiasa tangu ilipopata uhuru miaka ya 1960. Lakini je, huu ndio utakuwa mwanzo mpya wa siasa za Madagascar? Kosekose katika makala ijayo ambayo tutaangalia nini hasa chimbuko lani sukosuko hii ya kisiasa. Asante kwa kutazama na kufuatilia, langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, nyuma kamera ni Goodluck Kustel. Tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, zamani Twitter, pamoja na TikTok. Kote tunafahamika kama Nukta Tanzania, pale YouTube tunafahamika kama Nukta TV. Bye, bye.